Hii ni runinga KBC Channel 1 tukikuletea taarifa zetu za kurunzi mashinani, na ndugu zetu wa kule Kongo kwa lugha ya Lingala wakauliza sango nini, kumaanisha kwamba iko nini ama habari ni gani. Na habari ni kwamba wakazi wa mji wa Kerugoya kaunti ya Kirinyaga wametaka uchunguzi ufanywe kuhusiana na kifo cha kutatanisha cha mwanamume wa umri wa makamo ambaye mwili wake uligunduliwa ukiwa umetupwa mtoni katika eneo hilo. Marehemu aliyetambulika kwa jina Njogu ambaye ni mhudumu wa kuosha magari uligunduliwa na wanafunzi siku ya Jumatatu asubuhi na kisha wakawaarifu majirani goya baada ya mwili wa mwanaume wa um mmoja katika eneo hilo. Kwa mujibu wa wakazi hao, mwili wa marehemu aliyetambulika kwa jina la Njogu ulikuwa na majeraha ya wazi yanayoaminika kusababishwa na kitu chenye ncha kali. Boniface Gidae ambaye ni mwenyekiti wa nyumba kumi katika eneo hilo alisema Njogu ambaye anaosha magari alionekana nyumbani kwake Jumapili jioni na inasemekana alikuwa katika hali nzuri. Mwili wa marehemu ulipelekwa katika chumba cha kuhifadhi maiti cha Kerugoya ukisubiri kufanyiwa uchunguzi. Mimi niliamka asubuhi nikapigia simu ni Edmund Abu akanyambia nikuje kwa mto. Akifanya kazi yake pale kama car wash. Sasa tume tumesikia hiyo maneno tukaona na tumesikitika sana. <laughs> Na wakazi wa kijiji cha Ndeya huko Limuru, kaunti ya Kiambu wanakadiria hasara, huku visa vya wizi wa mifugo ukiendelea kuongezeka katika eneo hilo. Wakazi hao wanadai zaidi ya ng'ombe 30 wameibwa katika muda wa chini ya mwezi mmoja. Ng'ombe wawili waliibiwa katika mashambulizi ya hivi punde. Wakazi wametoa wito kwa maafisa wa usalama kufanya doria za usiku ili kukabiliana na utovu wa usalama. Tunataka wengine wa wetu wakuwe wanachunguzwa sababu haiwezekani ukora inafanyika hapa, mambo yingine inafanyika hapa na kilomita ya ofis azembapo tuko hapa, ni hapa tu radius ya kilomita. Tuwekewe turaka ng'ombe zetu, ili zikiibiwa tunaweza kuifuata na zinapatikana, na tunao barimbundeili itusaidie Wakati uhu, mwana mwanaharakati wa kutetea haki za binadamu katika kaunti ya Kisii anaitaka mahakama kuagiza uchunguzi kufanywa kuhusu madai ya kumdhulumu mwanamke mmoja mkongwe katika kijiji cha Nsaria, eneo bunge la Bobasi. Watoto wake walikuwa divided kutoka hiyo ziku, mama ajawahi pata justice. Sasa tumeandika mabarua kwenda kwa DPP kwa County Commissioner Kisii, DPP Kisii plunch watake action mpaka saa hii. Hii ni mwezi wa tatu. Kesi hiyo itasikizwa tarehe mbili mwezi ujao. Martin Maslin, Kurunzi Mashinani.